Nyota ya Nge: kupona maradhi, kupata njozi yenye ujumbe wa kweli. Sasa ni wakati wa kupokea sifa kwa kila ufanyacho, watu kushindwa kujizuia kuongea ukweli kwako. Kwa jitihada ulizozionyesha, utapokea baraka na kutimiza jambo. Ndoto yako inakwenda kutimia, kuona matukio ambayo ulishawahi kuyaona au kufikiri, kujawa na furaha. Baadhi mtapitia majonzi kwa tatizo lililokukuta kujihisi ni mshindi na unakwenda kufanikiwa. Wasiwasi ni sehemu ya maisha yako, huwa unatilia shaka ya jambo litakalokupa utata. Utakuwa na majivuno nge. Utafakari kwa kina ushauri uliopewa na kuufanyia kazi vizuri. Uelevu wako na mwonekano wako unafanya watu wakuchukie, jitahidi kuwaepuka wabaya, hata kama hawaepukiki, ila jiwekee ukingo kwao. Mzazi wako anakukumbuka sana unayempenda naye anakupenda ila anaficha hisia zake kwako. Kushona au kushonewa nguo, kujikata kwa bahati mbaya, foleni kutokea katika safari yako na kufanya utumie muda mwingi barabarani, kushuka kituo cha tofauti na unapoelekea, kuhamisha kitu ulichokihifadhi sehemu, kutaka kuonana na mtu kwa haraka, kuongea kwa msisitizo, kuingiwa na kitu jichoni, kutahayari kwa jambo litakalotokea kuwasikiliza watu changamoto zao, ila utashindwa kujua ukweli na uongo wa mtu, kwa kuwa kila mmoja wapo anasimama katika hali ya kujitetea, kukaribishwa na mtu kwa uoga, kukataa kula kitu ambacho hutokiridhia, kupata alama nzuri katika masomo yako au utendaji wako wa kazi, kuhisi uwepo wa mtu upo karibu, kuonyesha hali ya uchangamfu usiku ya leo, maneno yako mtu atahisi unamsema yeye, kuziondoa chuki moyoni mwako.